Mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kawaida ni mwezi wa neema kubwa, kwa sababu mwezi huu umeekewa mazingira na nini cha kufanya kwa mujibu wa Qur'an. Yako mambo ambayo tunatakiwa tuyakithirishe katika mwezi huu, tuendelee kushirikiana na makundi mengine ili tuweze kupata radhi za Mwenyezi Mungu. Tunao wenzetu mayatima sema hapa wetu. Lakini tuna wengine walemavu, tuna wajane, tuna wazee. Naomba sana tuwape mashirikiano. Na ile misaada yetu ya hali na mali tuielekeze kwao katika kipindi chote. Yule aliyokosa ama aliyopata ulemavu ama aliyopata aliyopata uyatima hakuomba. Haya ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nakumbusha sana, tuendelee kusaidiana kuyasaidia haya makundi kwa kadiri Mwenyezi Mungu atakavyotujaalia. Inshallah jambo hili ni jema sana. Faida yake unaweza usione hapa. Lakini mimi naamini ukijishirikisha kwenye ile jambo ile hata hapa faida utaipata. Nafsi yako utajisikia faraja sana. Kabisa. Hata wewe una hata shilingi mfukoni lakini nafsi yako unaisikia faraja sana. Tuongeni mkono jambo hili inshallah, na mimi nimefarijika sana na mimi inshallah bi idhnillah Sheikh Daud Abdullah na mimi kwa utaratibu wangu hapo hili ni kwa jambo langu la kwanza lakini la pili, sana sana. La pili, ndugu zangu wa Islamu, na kuombeeni sana tuendelee kudumisha amani na mshikamano tulionao ndani ya nchi. Tunasema hili la amani kwa sababu bila amani hakuna kitu chochote cha maendeleo ambacho kinaweza kufanyika. tukiendelea kuwa na amani yetu, alhamdulillah, tutaweza kufanya shughuli zetu za kijamii na za kiuchumi bila ya matatizo yoyote. Kila mmoja ana jukumu kwa nafasi yake kuilinda amani ya nchi. Vijana hawa wadogo wanaokuwa sasa wanatamani sana, a wakiwakuwa kama sisi, waendelee kuikuta hii nchi ikiwa na amani, bila ya matatizo yoyote. Kwa hiyo nawakumbusha ndugu zangu Waislamu, lakini na wananchi wote, maana hili halihusu Waislamu peke yao, hata wasiokuwa Waislamu. Suala la kulinda amani ni swala la msingi kwetu sote, na hili wengine wanasema mbona kila mnaposimama nyinyi mnasema, kwanii mna mnasema, mnasema hili si gani? Waislamu tunafahamu hata Nabii Ibrahim alayhi salam pale Maka alikoomba jambo la kwanza, wala hakuomba pepo, aliomba ijaliwe nchi ile iwe na amani, baadaye ndio akaendelea kuomba vitu mingine. Kwa hiyo amani, kila pahala pakiwa na amani, naweza kupanda jambo lolote. Kwa hiyo ili sisi tutaendelea kulisisitiza Mheshimiwa Rais wetu Daktari Hussein Mwinyi Alhaji kila wakati anakusisitiza tukumbushane amani katika nchi yetu, na sisi wasaidizi wake tukipata nafasi kama hii, tunawakumbusha wenzetu, wananchi wenzetu, tukumbushane amani.